ndugu zangu wana Welezo, hao mnaosikia wanapita wanapiga kelele huko. Wanapita wanaisema serikali ya Dr. Mwinyi. Hao tunakaa nao pamoja, hayo tunayoyafanya. Kama walikuwa na maneno wangesema wakati huo. Leo si Biroja hospitali ya Lumumba unasema waotaipa skuli ile. Jamani, akili timamu hizi! Mmeiona Lumumba lakini yeah. Naibu waziri wake yule pale amesimamia mwanzo mwisho. Mmeiona Lumumba ya kisasa ile, unasema unaipeleka kwenye shule? Jamani, una akili timamu wewe? Na hakika akisimama pahala pengine atasema ataipeleka kwenye wizara ya kilimo. Huyu mzima jamani siku hizi kuna afya ya akili nadhani apimwe. Sisi moye, mwambieni kama imemchoma Lumumba Mahonda, inakuja nyingine kama Lumumba ya mkoa wa Kaskazini Makunduchi, mkoa wa Kusini. Inakuja nyingine kama Lumumba ya mkoa wa Kusini Unguja, lakini kwa Pemba mwambieni Chake Chake inakuja kama Lumumba kwa mkoa wa Kusini Pemba, na kule Kaskazini Pemba tunaiweka Wete kama ya Lumumba kwa mkoa wa Kaskazini Pemba. na pale karibu nyumbani kwao pale karibu tumejenga ya kidogo chekundu hapa Unguja. Wale wasiona akili ambazo si barabara hata hawatapanda gari watakwenda kutibiwa pale jirani. Si si moye. Kama ile gorofa ya Lumumba inamkera atakereka sana. Bado mimi nilikuwa sijajua, kumbe wanaumizwa na gorofa eh? tena wanaumizwa za hospitali, na ndio maana wanasema shule za ghorofa zilikuwepo tokea miaka hiyo, mlikuwa mnatumia wananchi eh? Asidanganye watu. Tutaendelea kujenga majengo ya ghorofa kila pahala tunapoona kuna haja ya kufanya hivi. tumejenga thalathini na sita za shule sina nane zinaendelea tena sisiemu ye. Kwa hiyo yeye kama anakera na ghorofa, akitembea mwambieni atizame chini asitizame juu. Welezo we, mimi nilikuwa sijajua kama yanawakera lakini sasa naenda kusimamia yajengwe tena ghorofa kwa haraka kabisa ili kila wanapopita wakiangalia wanakuta ghorofa hawa watu watu wa ajabu sana hawa ndio wana nia njema ya nchi hii hawa ndio wakupewa serikali ya kuongoza hawa hawa hata serikali ya shule hawafai kupewa Mchagueni Daktari Huseni Mwinyi Oktoba 29. Narudia tena, mchagueni Daktari Huseni Mwinyi Oktoba 29 t mchagueni Daktari Huseni Mwinyi Oktoba 29. Baada ya Oktoba 29, mkimaliza kazi ya kumchagua, spidi inayokuja ya uongozi wa Dr. Mwinyi awamu ya pili kwenye serikali ya awamu ya nane hii, spidi yake ni kubwa sana, miradi inayokuja ni mikubwa mno. Wasipotoshe hawa, sisi tumewashika pabaya na tuko nao hawa, hatuwaachi. Mwaka huu tunakula nao, hatuwaachi. Kama wanabwana wa kusema huko waseme mapema, na kama wanatayarisha kambi ya malalamiko waandike mapema. Lakini hawakushindwa kama kufa na binadamu hawakushindwa kama kufa, watashindwa tu, tena watashindwa vibaya mno. Dokta Mwinyi amefanya kazi kubwa. Daktari Samia amefanya kazi kubwa. Hawa ndio watu sahihi wa kuwapa kuongoza taifa letu.